la polisi mkoa wa Tabora linatoa taarifa ya kutoroshwa kwa mtoto, tukio ambalo limetokea tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, majira ya saa tisa na robo kwenye maeneo ya kituo cha mafuta cha Toto, kata ya Kanyenye, manispaa na mkoa wa Tabora, ambapo Christina Loveness Nation, huyu ana umri wa miaka kumi na tano, ni mkazi wa Malagarasi Kigoma, alikamatwa kwa wananchi wakishirikiana na jeshi la polisi akiwa anatoroka na mtoto aitwae Daniela Doto mwenye umri wa miezi mitatu na wiki moja. Mtoto huyu alimchukua kutoka kwa mwajiri wake aitwae Beatrice Kiboma tarehe kumi na nane mwezi wa tatu majira saa saba mchana. Mtumiwa Christina Nation alifika hapa Tabora akitokea Kigoma, ambapo alikuwa ameongozana na rafiki yake aitwae Koladula Deo kwa ajili ya kufanya kazi za ndani, huku mtumiwa huyu kwa maelezo yake anaeleza alidanganya kwao, kwa wazazi wao kwamba alikuwa mjamzito, hali ambayo ilipelekea wazazi wake kuchukizwa na kuondoka nyumbani kwao kuja kufanya kazi za ndani, na kwamba aliogopa asingeruhusiwa kuondoka nyumbani kwao bila kutoa sababu kama hiyo ambayo aliitoa.